Ee, ambacho sisi tunakihitaji katika maisha yetu katika nchi yetu kwa kweli, tunahitaji kuona uchaguzi unafanyika vizuri, kwa upendo, kwa amani, tukivumiliana, kwa sababu tuna vyama tofauti tofauti, lakini tunahitaji kupata viongozi ambao wanaweza kutuweka katika hali nzuri. Tunapokuwa na amani Inamaana tutafanya kazi zetu kwa amani na kupata maendeleo yetu vizuri. Na tunapochagua viongozi tuchague wale ambao wanaweza kutuletea maendeleo pia tunayoyahitaji. Unapokuwa na maendeleo, hayaji bila kuwa na amani pia maendeleo, katika kijiji, kwenye kata, wilaya, hata taifa Tutoke sasa hiyo tarehe ishirini na tisa ili tukawapigie viongozi ambao tunaona watatuletea hayo maendeleo na kuiweka hiyo amani tunayoililia, tarehe ishirini na tisa. Bila kufanya hivyo, ina maana utakwenda kuchaguliwa na mtu ambaye, ambaye hatayaleta hayo tunayoyalilia, hataiweka amani, hataleta uh, maendeleo.